Uh, karibuni sana katika chaneli yangu na kama ilivyo kawaida ninaendelea kuzungumza juu ya matumizi salama ya dawa ambazo zinapatikana hospitalini. Uh, kama ilivyo ada yangu ningependa kutoa angalizo kwamba taarifa ambazo ninazitoa hapa ni kwa ajili ya uh, ni kwa ajili ya kupewa taarifa na kwa ajili ya kujifunza, sio kwa ajili ya ushauri kulingana na ugonjwa au dalili za ugonjwa ulizonazo. Tafadhali sana, kama unaumwa au una dalili zozote za kuumwa, kamuone daktari ili aweze kukushauri na kupata vipimo ili uweze kupewa matibabu ambayo ni sahihi. Sasa siku ya leo, ningependa kuzungumzia dawa ambayo inaitwa Metformin. Hizi ni dawa ambazo zinatumika kwa ajili ya ugonjwa wa kisukari, Diabetes type 2. Sasa mara nyingi, hizi dawa mgonjwa, mara anapoanza kuzitumia, basi mgonjwa atazitumia karibia maisha yake yote, kwa hiyo ni dawa ambayo ni vyema sana kwa mtumiaji, pamoja na kama wewe una mpendwa wako ambaye anatumia hizi dawa, basi ni vyema sana kujua zinaweza zikawa na side effects, ipi katika mwili wa mgonjwa au wa mtumiaji wa hizi dawa. Uh, side effect ambayo ina unaweza mgonjwa anaweza akazipata ambazo ni zile ambazo ni common au ambazo ni za kawaida kwa mfano, uh, kupata choo ambacho ni kilaini, uh, kusumuliwa na gesi tumboni, kupata maumivu ya tumbo mara baada ya kuanza kuzitumia hizi dawa. Lakini muhimu zaidi ni kwa wagonjwa wote ambao wanaandikiwa hizi dawa za Metformin, ni lazima kuweza kupima uwezo wa utendaji wa figo mara kwa mara. Kwa hiyo, kwa mgonjwa ambaye anatumia Metformin muda mrefu, inashauriwa kwamba angalau mgonjwa aweze kupima uwezo wa figo kufanya kazi angalau mara moja kwa mwaka, na hii kwa sababu kuna kiwango ambacho cha ufanyaji kazi wa figo ambacho mgonjwa hata uruhusiwa kuendelea kutumia hizi dawa za metformin, kwa sababu zina madhara katika figo. Au kama figo zako hazifanyi kazi vizuri pamoja na kutumia metformin, basi unaweza ukapata madhara makubwa sana kwao. Ni vyema kufuata ushauri wa daktari. Unapoambiwa kwamba unatakiwa kupima figo, basi ukapime figo na kama daktari bado haja haja ya kupima figo basi ni vyema kumuuliza juu ya, ya uwezekano juu ya wa kupimwa uwezo wa figo kufanya kazi ili kuangalia kama inafaa kuendelea kutumia dozi ile ile ya metformin, au angalau kupunguza dozi ili figo zako zisiendelee kuzulika sana. Uh, madhara mengine ambayo, au side effects ambazo, zina mgonjwa anaweza akazipata kulingana kutokana na, na matumizi ya metformin ni mwili kushindwa kuchukua uh, vitamin aina ya B kumi uh, na mbili uh, sasa aina hii ya vitamin ni muhimu sana katika mwili, hasa katika mfumo wa neva ambapo kama mgonjwa uh, kama ukifikia hii hatua kwamba umetumia metformin kwa muda mrefu kiasi cha kwamba mwili umeshindwa kwa sababu uh, hizi vitamin unazipata kupitia vyakula mbalimbali, lakini matumizi ya metformin yanaenda kuzuia mwili ushindwe kufyonza hivi vitamin. Kwa hiyo mazala dalili ambazo mgonjwa anaweza kasipata ni uh, mwili kufa ganzi, unaweza kuanza kufa ganzi katika miguu, katika mikono, ambayo inakuwa katika mfumo wa neva lakini pia mgonjwa anaweza akawa anajikuta anaishiwa nguvu kabisa, hawezi kufanya kazi ambazo ni kazi rahisi kabisa. Kwa hiyo anaweza akafikiri kwamba ni ugonjwa mwingine ambao umempata, lakini kumbe tu ni side effect au matokeo mabaya ya matumizi ya met metformin kwa muda mrefu. Kwa hiyo kama una hii taarifa, maana yake itakuwa ni rahisi sana kwa mgonjwa kuwasiliana na daktari wake ili aweze kupewa ushauri na namna ya kuendelea na matumizi ya metformin. Uh, ukosefu wa vitamin B kumi na mbili pia inaweza kaharibu uh, mfumo wako wa hisia, ukajikuta kwamba kwanza unakuwa kuna uchovu usiokuwa na sababu, lakini pia mgonjwa anaweza akajikuta kwamba anakuwa na hisia ambazo hazielewe kimara, kukasirika, kukuwa na uh, Uh, kukasirika kusikokuwa na sababu au ile modi inakuwa inabadilika badilika pasipo uh, maelezo yoyote, tofauti na mtu na sana, na ku, uh, na mnagani, ambavyo anajijua yeye alivyokuwa mwanzo. Kwayo ni vyama sana kwenda kupata ushauri wa daktari na kuangalia namna gani ambavyo kuangalia namna gani mnaweza mkapata suluhisho kulingana na matumizi ya hizi dawa za uh, metformin. Uh, kama nilivyokesha kusema mwanzo kwamba kwa mgonjwa wa figo uh, kwa mgonjwa wa sukari ambaye anatumia metformin inashauriwa sana kupima figo, basi angalau kwa mwaka mara moja. Lakini pia kwa mfano uh, mgonjwa wa sukari akawa amepata tatizo ambalo linahitaji operation na anatumia hizi dawa za metformin, basi mara nyingi hizi dawa za metformin inashauriwa kwamba mgonjwa aache kuzitumia masaa kadhaa kabla ya operation. Kwa hiyo, kama una operation kubwa ambayo ipo daktari wako atakushauri na kama daktari amesahau, wewe mgonjwa mwenyewe unaweza ukachukua wajibu wa kumuuliza daktari jinsi ya kuendelea kwako kutumia hizi dawa za metformin kama kuna ingiliana na operation ambayo imepangwa au ambayo unakaribia kufanyiwa. Kwa hizi taarifa ni za muhimu sana zinaweza zikaokoa maisha yako au maisha ya mpendo wako. Tafadhali sana niendelee kusisitiza juu ya matumizi salama ya dawa. Dawa yoyote ile ambayo mtu unaitumia katika mwili wako, ni vyema sana ukafuatilia taarifa yake ili kujua hizo dawa zinafanya kazi vipi katika mwili wako, lakini pia hizo dawa zinaweza zikakuletea mazara gani? Na mazara mengine ya Metformin yanaweza yakaongezeka, au haya mazara ambayo nimeyataja yanaweza yakaja yaka kwa ukubwa zaidi, kama wewe pia unatumia pombe kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo sasa, kama ni mtumiaji wa pombe na umeanzishiwa hizi dawa za Metformin, ni lazima uongee na daktari, ili kuangalia namna ya kuacha kutumia pombe au kupunguza kile kiasi cha pombe ambacho una kunywa kila siku. Basi kwa leo, mimi ninaishia hapa. Tafadhali sana, uh, usiache kushare usiache kulike, lakini sana uh, lakini sana usiache kusubscribe kwenye channel yangu. Kuna mambo mazuri yanakuja. Kwa hiyo asanteni kwa leo na tutaonana tena siku nyingine.